Ukosefu wa takwimu sahihi za watu wenye ulemavu wa ngozi imetajwa kuwa sababu kubwa inayochangia kupunguza kasi ya maendeleo na ustawi wao. Akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya watu wenye ualbino, mwenyekiti wa chama cha albino mkoani Manyara Joseph Masasi amesema changamoto ya kutobainika kwa idadi kamili ya watu wenye ulemavu husababisha baadhi yao kukosa fursa mbalimbali zinapotokea. General, ya mwaka huu inaonyesha ya yaioeshd katika takwimu na tafiti kwa ustawi wa watu wenye albino kwamba takwimu mbalimbali hapa nchini ziwe za kisekta au za jumla, zimekuwa zikijumuisha hazijumuishi watu wenye ualbino. Kitendo hiki kimekuwa kikiathiri ujumuishwaji wa kundi hili katika mipango mbalimbali ya maendeleo. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mburu, Hudson Stanley Kamoga amesema mkoa huo uko tayari kufanyia kazi changamoto zote zinazowakabili. Yale ambayo mmeyaomba kwenye risala zote mbili, nitampelekea mkuu wa mkoa, na ninaamini kwa sababu ni mtu sikivu sana na ni mtu ambaye anapenda watu wake sana atalifanyia kazi na yale ambayo yanahitaji kwenda ngazi za juu kabisa atayapeleka.